Kwa Tume Huru wa Taifa ya Uchaguzi, waheshimiwa wajumbe wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, mkurugenzi wa uchaguzi, sajili wa vyama vya siasa kaka yangu Francis Mtungi, katibu mkuu ofisi ya waziri mkuu anayeshughulikia sera bunge na uratibu ndugu wangu Jim Yonazi, makatibu wakuu wa vyama vya siasa, watumishi wa tume, waandishi wa habari, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Awali ya yote napenda kuchukua Fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kukusanyika siku hii ya leo hapa makao makuu ya ofisi za Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi jijini Dodoma. Pili, niruhusu kwa niaba ya tume niwapongeze kwa kukubali mwaliko wetu wa kushiriki katika kikao hiki ambacho kina umuhimu wa kipekee kwa ajili ya maandalizi ya kuelekea uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika mwaka huu 2025. Tatu, tunawashukuru viongozi wote wa vyama vya siasa kwa namna ambavyo mmekuwa mkiipa ushirikiano tume katika utekelezaji wa majukumu yake mbalimbali, hususan yale yanayohusu mchakato wa maandalizi ya uchaguzi ikiwemo uandaaji wa kanuni za maadili ya uchaguzi ambazo tupo hapa leo kwa ajili ya kutia saini kwa ajili ya uchaguzi wa rais wa bunge na madiwani wa mwaka 2025. Ndugu viongozi, kwa kuzingatia masharti ya kifungu cha 162 cha sheria ya uchaguzi wa rais wa bunge na madiwani sheria namba moja ya mwaka 2024 tume iliandaa rasimu ya kanuni za maadili ya uchaguzi wa rais wa bunge na madiwani za mwaka 2025. Baada ya kukamilisha maandalizi ya rasimu ya kanuni hizo, tume iliziwasilisha kwenu kwa ajili ya kupitia na kutoa maoni yenu kuanzia tarehe moja Machi tarehe Mosi Machi 25 hadi tarehe 14 Machi 2025. Maoni yenu yamejumuishwa katika kanuni za maadili ya uchaguzi wa rais wa bunge na madiwani za mwaka 2025 tutakazotia saini hii leo. Napenda kutoa shukrani za dhati kwenu kwa ushiriki wenu katika kuandaa rasimu hiyo, kwa kutoa maoni yenu na kuyawasilisha kwa tume kwa wakati. Asanteni sana. Ndugu viongozi, kama mnavyokumbuka, baada ya kukamilisha rasimu ya kanuni za maadili ya uchaguzi wa rais wa bunge na madiwani za mwaka 2025 tuliwarejeshea tena rasimu ya kanuni hizo tarehe 4 Aprili 2025 na kuwaalika kwa ajili ya utiaji saini leo tarehe 12 Aprili 2025. Hadi leo tarehe 12 Aprili 2025, hatujapokea maoni tofauti ya rasimu ambayo tunatarajia kuisaini muda mfupi ujao, na kwa mantiki hiyo inachukuliwa kwamba rasimu hii imekubaliwa na pande zote tatu, yaani vyama vya siasa, serikali na sisi Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Ndugu viongozi, kifungu cha mia sitini na mbili kidogo cha pili cha sheria ya uchaguzi wa rais wa bunge na madiwani, sheria namba moja ya mwaka 24 kinaweka sharti la ulazima kwamba kila chama cha siasa, kila mgombea, kabla hajawasilisha fomu ya uteuzi, serikali na tume wanapaswa kusaini na kuzingatia kanuni za maadili ya uchaguzi wakati wote wa kampeni za uchaguzi na utaratibu wa utekelezaji wake. Lengo la utiaji saini wa kanuni hizi ni kuhakikisha kuwa wadau muhimu wa uchaguzi wanathibitisha utii na uzingatiaji wa misingi ya kimaadili inayopaswa kuzingatiwa wakati wa kampeni na katika uchaguzi. Aidha, ni muhimu ikazingatiwa kwamba chama cha siasa ambacho kitashindwa au kukataa kusaini kanuni hizi za maadili kitazuiliwa kushiriki katika uchaguzi. Ndugu viongozi, mwisho lakini sio kwa umuhimu, leo tupo hapa kwa ajili ya kusaini kanuni za maadili, na kwa maana hiyo napenda kuchukua fursa hii kuwaalika viongozi wa vyama vya siasa na serikali kutekeleza jukumu hili la kisheria la kusaini kanuni za maadili ya uchaguzi wa rais wa bunge na madiwani za mwaka 2025, leo siku ya Jumamosi tarehe 12 Aprili 2025, hapa ofisi za Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi jijini Dodoma. Baada ya kusema hayo, sasa napenda kutamka kuwa kikao cha Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi vyama vya siasa na serikali kwa ajili ya utiaji saini kanuni za maadili ya uchaguzi wa rais wa bunge na madiwani za mwaka 2025 kimefunguliwa rasmi. Asanteni kwa kunisikiliza na karibuni kwa ajili ya kutia saini. Asante sana mheshimiwa mwenyekiti wa tume huru ya taifa ya uchaguzi, tumuongezee makofi.